Tume, tumeamua kuhakikisha kwamba tumezijulisha taasisi za kimataifa ikiwemo mahakama ya Afrika ya Mashariki, mahakama ya Afrika, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, yani the African Court on Human and Peoples Rights, lakini mahakama ya kimataifa ya uhalifu ACC The Hague kuingilia kati na kuzuia kufanyika uchaguzi wa nafasi ya rais hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2029. Na ninapozungumza rais, maanake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna tatizo na uchaguzi wa rais upande wa Zanzibar, ambako kwenyewe wako vizuri, wanaendelea na kampeni vizuri tu, hakuna mtu kumwekea mapingamizi mwenzake. Sasa huu woga wa huku, wa huku, wa huku upande wa, upande wa bara ni changamoto sana eh? changamoto sana inafika mahala mpaka mna, mnaamua hayo ambayo mnayoweza kuyaamua ambayo kwa kweli uh, sisi hatuwezi kukubaliana nayo lakini hata pia kujulisha hata mabunge ya umoja wa Ulaya yaweze kuingilia kati mambo haya kama tutapeleka mahakama ya rufaa mahakama ya rufaa na yenyewe zisikilizwe sasa tutafanya nini ni lazima tuende kwenye hizi mahakama za kimataifa ziweze kutusaidia uchaguzi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika upande wa jamhuri ya muungano wa Tanzania usimame hadi hapo mashauri haya yatakapokuwa yameamuliwa na, na, na, na kutolewa uamuzi. E, tume huru ya uchaguzi. E, nilikuwa nasema kwamba ukisikiliza mtiririko wote, ukianza kutafakari mtiririko wote watoka siku hilo ni nienguliwe kwa kuzuiwa kwa kufungiwa mageti na mahakama na na, na, na, INEC na baadaye mahakama ikanirejesha baadaye nikawekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali, na mambo mengine yaliyofuata ikiwemo na kutanguliwa na msajili na mwenyewe kuniwekea mapingamizi kama alivyoweza kuweka. Nataka nitoe ushauri ufatao kwa serikali na wanatakiwa kufanyia wanatakiwa kufanyia kazi kwa haraka sana, na kuwaomba kabisa mamlaka za serikali zote zisiingie kwenye uchaguzi. Walioko kwenye uchaguzi leo ni viongozi wa kisiasa tu. Vyombo vingine vya usalama pamoja na mamlaka zingine haziko kwenye uchaguzi, zina jukumu tu la kusimamia uchaguzi, kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika salama. Sasa baada ya kuangalia huu mlolongo wote, na mimi hapa nazungumza nikiwa na ushahidi na vielelezo, kwa sababu nimeanzia msajili, nina vielelezo vyake vya maamuzi yake, nina vielelezo vya maamuzi ya INEC, nina vielelezo vya maamuzi ya mahakama, nina vielelezo vya kila mahali Kutokana na haya niliyoyaona na shauri yafuatayo, wananchi wanaodai no reform no election wasikilizwe haraka sana. Wananchi wanaosema Oktoba tunalinda kula wasikilizwe haraka sana, kabla ya hiyo Oktoba 2029 wananchi wanao wanaotaka kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wasikilizwe haraka sana, kabla ya tarehe 29 mwezi wa wa wa kumi, na ambao wana kesi mahakamani za uchaguzi wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, ili tuweze kuleta huu umoja wa kitaifa. Hawa wanatakiwa wasikilizwe na sio kupuuzwa na sio kubezwa, wanatakiwa wasikilizwe haraka sana. Nimekuwa nikisikia wananchi wengine wakisema, Mpina, kwa nini Mpina ameinguliwa? Kwa sababu alijitakia wakati alipokuwa bungeni kupambana kwa nguvu zake zote na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma, ndio kilichomsababisha leo aendelee kuenguliwa kienyeji. Lakini wengine wanasema ni kwa sababu aliibua kashfa ya sukari ambayo iliwahusu watu ambao ili hawatakii kuguswa. Lakini pia wengine wanasema kwa sababu alipinga mkataba wa bandari ndio maana ameenguliwa kugombea, na wengine wanasema na wengine wanasema alikataa gari la INEC, alikataa gari la INEC, ndio maana ameinguliwa. Sasa hayo ni mawazo ya wananchi wanaozungumza na mimi, nitake kusema katika hayo yote, mimi nimeyafanya yote hayo, kwa kweli nimeyafanya, kwa maana ya hayo matukio hayo yote, mimi nimeyafanya na sitarudi nyuma katika ku, katika msimamo wangu. Kwa mfano hata hilo la gari, nirudie tena na kusema hivi leo hii inawezekanaje? Tume ya uchaguzi ipate fedha za kununua magari kumi na nane kwa wagombea wa urais wanaoenda kwenda kugombea kwa muda wa siku 60 tu, magari yenye thamani kubwa ya zaidi ya milioni mia tano kwa gari moja, leo yanaweza kununuliwa kwa wagombea kumi na nane wakayatumia kwa siku 60 tu, alafu baadaye haijulikani yatafanya kazi gani, na kwa sababu yanunua kwa ajili ya wagombea hawa wagombea 18 magari ya kifahari 18 magari ya kifahari 18, hizo fedha tumezitoa wapi? Mimi nimekaa bungeni mle, tumeishauri serikali namna ya kuhakikisha kwamba inapata mtaji wa, wa, wa bohari huu ya dawa MSD wa shilingi bilioni mia tano hizo fedha zikupatikana miaka mitano za kununua dawa za watanzania wanaokufa bila matibabu, fedha zikupatikana, tukaomba fedha kwa wagonjwa wanaokufa kwa kushindwa kugharamia matibabu ya, ya magonjwa a, ambayo yana, yana gharama kubwa kama kusafisha damu magonjwa ya figo, ambako kwa mwaka mtanzania anatibiwa kwa zaidi ya milioni ishirini na tano fedha hizo hazikupatikana, na ni wagonjwa wengi wa magonjwa ya figo wanakufa kwa sababu ya kukosa gharama ya kugharimia magonjwa hayo. Watu wengine wanazuiliwa mili ya marehemu mpaka walipe pesa kwa sababu taifa halina pesa, linahitaji hata hela hizo za marehemu aliyekufa, wamtoze fedha, linatoza kodi hiyo. Watanzania wengine wanatozwa gharama hata ya kuhifadhi mwili tu wa marehemu mpendwa wao, hawawezi kulipia, hawawezi kutoa mwili. Akina mama wajawazito wanakosa fedha za kujifungua. Serikali hii mpaka inafika mahali inawaambia akina mama wakasaidiwa na waume zao kwa mikasi majumbani kujifungua, kwa sababu hawana fedha ya kumtibu mama mjamzito bure akajifungua bure, akaenda nyumbani. Leo hii mmepata fedha wapi za kulipia kulipia magari ya kifahari kwa wagombea? Mgombea ambaye yeye na chama chake walijiandaa kugombea hiyo nafasi, waliwaambia kwamba hawana gari.